Siku moja mama ya Ailin anamtuma kwenda nyumbani kwa jirani kuchukua sukari, lakini jirani yao hayupo. Badala yake, kuna mwanaume ambaye Ailin hajamfahamu ambaye anamwambia kuwa yeye ni mtoto wa jirani yake. Anamwambia Ailin kwamba atampelekea sukari na kumkaribisha ndani kusubiri. Jinsi mwanaume anavyomtazama Ailin inamfanya ajisikie kutojua raha. Kisha anamkaribia na kumgusa mgongoni. Alin anaondoka mara tu anapopata sukari na anamwambia mama yake kuwa mtoto wa jirani alimpa sukari, lakini hasemi chochote zaidi. Ailin hajui kama kilichotokea kilikuwa kawaida, lakini anajisikia kutojua raha na aibu kumwambia mtu yeyote. Kuna aina tofauti za mguso. Zimoja ni starehe, nyingine ni kutostarehesha, na nyingine zinaweza kuwa za kufadhaisha au zisizotakika. Hata ingawa Eileen anajisikia aibu kuhusu kilichotokea, Eileen bado angeweza kumwambia mama yake kwamba alihisi kutokuwa na raha. Au kama Eileen hajisikii vizuri kumwambia mama yake, basi anaweza kumwambia mtu mzima mwingine anayeaminika kama mwalimu, shangazi au mfanyakazi wa kijamii kuhusu kilichotokea. Kujisikia hofu au aibu kumwambia mtu mzima kuhusu hali isiyofurahisha ni jambo la kawaida. Tafadhali kumbuka, mtu mwingine kukufanya uhisi kutokuwa na raha si kosa lako kamwe. Unaweza daima kuzungumza na mtu unayemwamini au kupata huduma inayopatikana ili kupata habari zaidi na kwa msaada kupata suluhisho kwa baadhi ya masuala haya.